weza wao kupata, kupata nafasi ya kuweza kufunga. Bado tutakuwa kubwa na sisi ndicho tunachotaka kipigwe kiwake. Swali la tatu kwa Shomari Kapombe <coughs> bila. kusema kwamba eh, na asilimia mia, na naamini kila mchezaji wa kwenye timu yangu, na naamini uwezo wa kila mchezaji kwenye timu yangu, kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea mojawapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea, tunaendea mwishoni lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichokuwa ku, ulichokuwa nacho. Kwa hiyo eh, mimi binafsi nawaamini na naamini uwezo tuliokuwa nao kwamba na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwamba tunaenda kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda kucheza kesho. Asante. Swali la nne. Sasa, swali kama mchezaji mwandamizi wa Simba. Eh, kwa mujibu wa takwimu zilizopo katika baadhi ya dabi au dabi nyingi mkicheza na Yanga, mkiruhusu goli upande wa kaskazini goli la kaskazini, karibu na TV, mara nyingi hiyo mechi mtakwenda kupoteza ama mtatoka sare. Kama wachezaji ambao mnakwenda kucheza dabi nyingi pale katika dimba lile la Mkapa, mnalifahamu hilo jambo? Na pengine safari mmejipanga vipi kama itatokea mtaanza katika goli hilo? naweza kusema kwamba Ee, mimi niko nje kidogo ya, ya imani ambazo ee, watu wengi wana imani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi, sisi kufungwa. Ee, naamini katika maandalizi tulioyafanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tulikuwa tunaenda kuyafanya, tunaenda ku, kuicheza idabi kwa utofauti kabisa, na naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tuliyoyafanya. Asante. Swali la tano na la mwisho kwake Shomari Kapombe. Shomari, baadhi ya watu kuwachukulia kama timu namba mbili kiwanjani kwenye mchezo wa kesho, kwa, kwa kiasi gani naweza mkaichukulia hii kwenye mlango chanya ili kuwafu, eh, watu ro, sasa mashabiki wenu Naweza kusema kwamba sisi inatupa confidence inatupa kujiamini, e, kutokana na ubora na jinsi ambavyo sisi wachezaji tunajiamini tuna na tunaliamini benchi letu la ufundi kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima e, naimani kwamba watu wengi wanaamini wana sisi ni, ni timu ya pili, lakini naweza kuambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa. Kwa hiyo sisi tunaingia tuna katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. Sawa, so, Shomari maliza jambo lako kwa kutuma ujumbe wako kwa mashabiki. Uh, binafsi na kwa niaba ya wachezaji Mashabiki wa Simba, wanachama wote wa Simba, e, kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho kuja kutupa support, kuipa support timu yao kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa kuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri. Asante sana Shomari Kapombe, asante coach Fado Davis, tunawatakia mchezo mwema inshallah. Inshallah.